Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, mwanadada Resti ameendelea kumchamba Nifa kama kawaida ni kwamba Rest bwana ameendelea kumchamba Nifa na sababu nadhani inaeleweka; kulikuwa kuna ugomvi wa Nifa na Uncle T, lakini Rest naye pia ana mambo mengi sana negative kumhusu Nifa. Kwa hiyo akabidi naye pia aruke live na kuanza kumzungumzia in a negative way. So ebu endelea hapa kula chuma cha baadhi ya vitu ambavyo eh mrembo huyu Rest bura amevizungumza kwenda kwa mfanyabiashara maarufu hapa town Nifa. When I'm nina mabomu yako, ukuniomba msema, kupenda nilikuwa ninaposti utapeli wako e, na uwe bwanako matapeli. Nizishushe hizo meseji hapa, nizishushe hizo meseji za utapeli. Unadaiwa shingapi e? Unasema changamoto changamoto, unachukua milioni, milioni mbili, milioni ngapi? Milioni ngapi? Kila mtu anamchukulia changamoto ipi hiyo? Kama sio utapeli, mtoto mdogo utapeli. Haya e, lipa hela za watu basi tujue. Moja, wewe si una maduka ambayo unasema una duka, si una vitu gani? Lipa madeni ya watu, upunguze utapeli. Uliniomba msamaha, kwa sababu ulikuwa unajua nakumaliza, ili asubuhi nilikuwa nakuchinja, kwa sababu ushahidi ulikuje, na unajua ilikuwa usiku sana. Sasa nizishushe message, naombeni watu mnaomdai, walikuja hivi hivi, anadaiwa sijui, Brenda anadaiwa simu, anadaiwa nini na look. Na pia aliyemtaja alikuwa anamdai milioni 18 eh Wamechukua simu yeye na mume wake wakisema zinatoka Dubai mali kauli, wamelipa wamelipa eh? Apunguze utapeli, apunguze kijibaro. Kwani ukifanya kila biashara ndo utafanikiwa? Nikuulize, kwani ukifanya kila biashara utafanikiwa? Sawa, fanya, no problem eh? Haya, kutuelekeza sisi ulali? Kwani umemwelazimisha usilali? Am working hard, am working hard, kwamba wewe ndio super woman, wewe ndio super business, wewe ndio business guru Atuache yani. E, ukitaka tuchambane vya live, tutaenda sawa. Nikuelekeze, mwelekezeni. Akitaka tuchambane, dozi imemwingia. Umeelewa hiyo? Hela amechangisha ya muongo, hajanunua kiwanja, dozi imemwingia. Mimi huwa sijibizani. Utajibizana una pointi, jibizana una pointi eh, ongea fact of life. Una kitu gani cha kutuelekeza wewe eh? Haya biashara, kwani nikuuliza wakati una, wakati unaenda wakati unaenda unaenda anang'ata na kupuliza, kula siku utanijia na utakuja. Watu ambao walikuwa wako upande wake wengi tu, lakini as the days goes on, yani, mtu ambaye ni mnafiki Mungu anamreveal anaonyesha watu unafiki wake. Ni mnafiki, ni mnafiki kupitiliza

kodi itakuwa kubwa zaidi, apambane na kodi na matumizi. Najua ajua kabisa, wafanyakazi wengi ni nini, hakuna mfanyabiashara. Sasa bana matumizi, wafanyabiashara wote wanabana bana matumizi, sio umeelewa? Wafanyabiashara na sasa hivi niwaelekeze au niwape kodi niwape kodi, tulieni na, na nini sana sasa hivi. Sasa niwaambieni ni, ni mazima kidogo, yuko na waziri nasikia, yuko na waziri mmoja huko hapa wa Bunge la Jamhuri la Muungano, ndio tunavyosikia, yuko na waziri. Na afu nimemaliza na natakiwa, usiku mwema, yuko na waziri. Sasa nikuulize swali moja, can you talk about mimi na mtu wangu, wakati wewe na mtu wako mko pamoja? Si uliolewa, si uliolewa na mbwembwe eh? Watu kazi yao tu ni kuwa na mama zonge huko nyuma, mazonge huko nyuma. Mimi I'm doing the right thing, mimi na maisha, yuko na waziri mmoja. Eh. Kodi hiyo <laughs> nimewapa, mtaitafuta mwenyewe, sijui mnanielewa, sijui mnanielewa. Mkitaka kumjua huyo mtu, mkitaka kumjua huyo mtu, kaulizeni wakina Ramseki, kamuulizeni Momo, tumtamjua huyo mtoto. Nyie hamumjui, kamuulize Ramseki, kamuulize Momo, anang'ata na kupuliza sema ilile bomu la nyukli ya kwanza. Kabla ya kwenda kwenye product, nilikuwa nataka huulize kile, kuna mtu kanipigia sima pale, simtaji anonymous from Mwanza. hii ni simi office tunaanza na yu hafutu nafatea mingine yu haka niambia, je, dada uliona kitu fangaba? mimi sijaona. Akaniambia kwamba nisikilize dada, kuko Mwanza

Yani vinapatikana kwa haraka. Sasa pesa zilizotumwa kule, kuna kuna nini? wasijanunuliwa bado mm, mm. Kasema jamani, jamani, jamani, niliwaelekeza kipindi cha waziri mkuu mkaniambia ee, ee. Yakatokea kutokea sasa hivi dada akanielekeza abechede mengi ya kule Buhungwa, umenielewa. <laughs> Unakomplande? Kwa hiyo kumbe kule ploti bado haijanunuliwa na huko ikiulizwa kila siku anasema hiyo hapana, hiyo hapana chenga, yaani hiyo hapana, hiyo hapana, hiyo hapana, hiyo hapana, sijui ni nani alikuwa ananunuliwa huko. Ehe, huyu dada hapa kanipigia sisi, sionyeshi namba yake. Sionyeshi namba yake. Ila tumezungumza na kuzungumza kwa sababu jamani, basi mama mimi hayanihusu sana, niachane nayo. Lakini kusikia jambo zuri, umeona eh yeah. Yani nikionyesha hivi namba yake itatokea. Kwa hivyo moja ni muhifadhi, umeelewa? Cha kwanza ndio hilo, kama tuna moyo safi ya kusaidia watu tusaidie, kwa najua unawezekana ni moyo mzuri, najua inawezekana ni roho ya kujitoa, lakini tufanye vitu directly kutokana na purpose, purpose ambayo tunayoonyesha. Ya kwanza hiyo bungu So hivyo ndivyo mambo yalivyo, ni kwamba mwanadada Resti amejaribu hapo, uh, kuexpose baadhi ya vitu kuhusiana na bidada mwenzie, mfanyabiashara mwenzie maarufu kabisa hapa town anayokwenda kwa jina la Nifa, na peji ni nyingi kweli kweli zimekuja kuripoti kuhusiana na hii situation. Nataka hapa nikusomee baadhi ya peji ambazo zimeripoti. Kuna peji hapa amesema kwamba bwana Rest ikatoa siri za E, michango tena jamani kama mwaka, kama mwaka jana ila watu wajasiri unakula mpaka pesa ya wahitaji. Okay, page nyingine hii hapa wamekuja wameandika kwamba bwana Resti kwa hili umezingua big time. Ugomvi ulikuwa ukuhusu umeingilia wewe, e, mama lini utajifunza ku mind your business? E, kuna mtu mwingine amekuja hapa ameandika kwamba bwana Resti amtaja mpaka sponsor wa bidada, mambo hayo. Mtu mwingine huyu hapa amekuja ameandika kwamba e, bwana kuna mtu amesema kwamba bwana Kontawa kaamka kagusia swala la eh, kiwanja eno Kimwanza, mambo hayo. So ukiwa kama mdau bwana, at the end of the day, weka maoni yako katika comment section, ndio kwa tu kisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata